Tunakabiliwa sana sisi wachungaji na tatizo la upweke. Hatuwezi tukawa rafiki wa kila mtu, hatuwezi tukaenda kila sehemu. Kwa hiyo swala la upweke limekuwa ni tatizo kubwa sana, na muda mwingine huwa tunatarajia uh, kama hivyo, na mke ndio anakuwa pekee wa kuweza kukupa furaha na kuondoa ile hali ya upweke. Kwa hiyo ikikosekana hiyo, muda mwingine uh, nachanganya changanya kidogo. Usijali shemeji, mimi nalitambua na naelewa pia kwamba pamoja na kwamba Mungu anawatumia sana, lakini nyinyi pia ni binadamu kama sisi mm. Naelewa, ninashukuru sana kwa kunielewa, lakini na jambo moja jingine nataka unisaidie. Nataka mm. rafiki yenu Anyway, mimi sizani kama utatuweza, kwa sababu ninaamini siku zote ndege wafananao ndo huruka pamoja. Kwa hivyo, Evano, karibu kama ulivyosema ya kwamba umekiri ya kwamba na sisi pia ni bidada, na ninachokitamani ni kitu kimoja tu kwamba mahali mlipo na mimi niwepo, basi. Aa ah. <laughs> Oh. <laughs> Karibu, karibu sana. Nimeshakaribia na najua uta Fria tu. Fria. <laughs> Karibu sana yeah. Kwanza huyu hafai hata kuitwa mume. Mtu mwenye tabia ya kupiga hivi ni sawasawa na kuishi na mnyama ndani. Usikubali kabisa aje kwenye maisha yako. Nashukuru sana kwa ushauri wako na nitaufanyia kazi. Unajua mapenzi ni kitu cha ajabu sana, ili ufanyie kazi haya yote inayokwambia sasa ni lazima uepuke kabisa kuonana naye, wala usimfikirie hata. Akija fanya kama ni mtu mgeni kwenye maisha yako. Ah, Salome ninashukuru yeah sana ah. Lakini pia nadhani umenielewa yeah. Lakini kikubwa ninafurahi kwa sababu umekubali niwe sehemu ya lile kundi lenu, mm, kama rafiki yenu, lakini ninaomba jambo moja tu, ninaomba iwe siri yako, usimwambie mtu yoyote, hasa hasa mke wangu. Na mimi nashukuru pia, uh, nashukuru kwa sababu umeiona thamani yetu na umeamua kuwa rafiki yetu, lakini kiukweli kuna mambo itabidi tu tuvumilie, shemeji. Uh, haina shida kwa sababu hata mimi sio kwamba muda wote nitakuwa uh, nitakuwa pamoja na ninyi kwa sababu nina mambo mengi sana ambayo yananifanya niwe bize sana lakini mm, nimeamua niliweke hili ili siku ili siku mkiniona nipo katikati yenu msijisikie kama vile chui amekuja katikati ya swala. <laughs> hapana. <laughs> bwana, <laughs> ujue uh, tunakufikiria mazuri eh? Eh. Afu mwisho wa siku yani, ujue wewe ni mume wa rafiki yetu, unajua hicho. Yeah. Eh, kwa hiyo hamna shida. Nashukuru sana. Nashukuru sana. Karibu. Asante. Nini tena hii? Kulikoni, mbona mabandeji mengi sana? Hii itakuwa ni maboda -boda? Eh, hapana, sio bodaboda -boda. Ni ukatili uliopitiliza wa Jei. Amenipiga sana na hapa nina siku za kutosha, niko kwenye maumivu makali. Jei amekupiga? Kulikoni? Unajua Jei anaona mimi kama ni adui yake, na wakati sijai kumtenda ubaya wowote. Inaniuma sana sana ila namshukuru Mungu, dada yangu amenipeleka kanisani kusali, na nimeamua kumpa Yesu maisha yangu, na nimeamua kuanza upya na Mungu, na nimepata rafiki mzuri anayenifundisha mawazo ya kiroho na namna ya kusimama. Hizi ni habari njema sana sana, hakika ukiokoka unaongeza thamani mbele za Mungu na mbele za wanadamu. Ninavyokuona leo sio kama yule ambaye alikuwa bado hujaokoka. Sasa mbona ulipofika haukunisalimia kama mtu aliyeokoka? Na wakati unajua kabisa na mimi nimeokoka, mm, na ninampenda Mungu. Na kuna baadhi ya vitu, je, huwa hatuendani kwa sababu nuru na giza huwa haviendi pamoja. Je, hajafika hapa kitambo tu? Maana anajua alichokifanya. Na ni dhahiri anajua kwamba sitokubaliana nacho. Maana ni ukatili uliopitiliza. Ila sasa mimi na wewe tunaongea lugha moja, uwe unakuja tunajadili Biblia jioni, uwe tunaenda kujadilia kwa mtumishi mmoja wetu jana, ila nikiwa natoka huko itapitia huko. Ni vyema sana kwani tunahitaji kumjua Mungu sana. Sandra inataka kwanza kuja kwenye mikutano mahali mnapokutana uh, na rafiki zako, kwa sababu na mimi nakuhitaji. Lakini kama imeshindikana kukupata kirahisi hapa nyumbani, ni bora nikufuate huko huko. Hivi unaelewa unachokiongea au bado upo usingizini? Yaani sisi na wewe tuwe kundi moja? au toka lini mchungaji akawa na urafiki na watu ambao hatuna hata chembe ya uchungaji? Sandra, mchungaji ni binadamu kama binadamu wengine, na uchungaji ni kazi kama kazi nyingine. Kama vile mtu anavyoenda kazini, jioni akirudi, anahitaji relax, awe na watu, apige stori, afanye Uh, mazungumzo ya hapa na pale kabla hajaenda kupumzika. Ndivyo ilivyo kwa kazi ya uchungaji pia, kwani shida iko wapi? Hiyo haiwezekani, na kwa namna ninavyowajua marafiki zangu hawawezi kubali kitu kama hicho. Kwani huko kuna uovu gani unaoendelea mpaka isiwezekane mimi kuja kuwajoin? Unajua Sandra Nataka nianze kuwaza ya kwamba mikutaniko yenu nyinyi siyo salama. Sikiliza, hayo ni mawazo yako mabaya, na siku zote mawazo mabaya huwa yanatengeneza mambo mabaya. Anyway, ninaona hali ya hewa imeshaanza kuchafuka. Labda mimi, nataka unijibu jambo moja tu, jibu moja tu. Inawezekana mimi kuwa join ama haiwezekani mimi kuwa join? ili kama inashindikana, na mimi nikae, nitulie, niwatafute marafiki zangu wakale, niweze kuwa nao mimi sijajua. Ngoja nikawaulize marafiki zangu, wakikubali sawa, wakikataa pia sawa. Mimi naona nuru kubwa sana katika mfungo huu tunaofunga kwa ajili yako. Biblia inasema mambo mengine hayawezekani pasipo kufunga na kuomba. Hata mimi pia nina ninaiona nuru kubwa sana sana, na ninaanza kuona uzima. Yes, hilo ndilo lilokuwa likisubiriwa na Mungu sana kutoka kwako. Imani ni kuwa na uhakika ya mambo yatarajiwayo na bayana ya mambo ambayo bado hayajaonekana. Kuanza kuona uponyaji mm -hmm. ni sehemu kubwa ya uponyaji wako. Yeremia aliulizwa unaona nini? Unajua alichojibu mm -hmm. Naona ufito wa mlozi. Bwana akasema mm -hmm. nalitizama neno langu ili nipate kulitimiza. Amen, amen. Hata mimi pia na uhakika kabisa, naamini nakwenda kupona, naamini kabisa nakwenda kupokea uponyaji wangu Mnajua Ma, nini jala e, ugonjwa huu umenivuruga sana yani e, umenivuruga sana, umenipotezea ndoto zangu zote. Hata kila nikijaribu kuwaza labda jambo la maana naona mauti tu, naacha kuwaza. Hicho nacho ni kifungo, kwani ugonjwa ni ugonjwa na kukosa amani ni jambo jingine. Katika mapito yoyote furaha ya Bwana ndiyo nguvu zetu, na kukosa furaha ndani yako ni shida juu ya shida. Yani nikienda kupima nikakuta kuwa niko sawa mm, nitaanza ukurasa mpya wa maisha yangu na itakuwa kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Baada ya kumaliza mfungo huu wa siku arobaini, hebu nenda ukapime, tumwombe Mungu akuongezee imani Amen. Mitume walimwomba Mungu aongezee imani. Kila jambo lina imani yake. Imani ya kununua baiskeli siyo imani ya kununua gari. hmm. Yeah, upo, upo dip sana, yaani unaongea ma, mambo mazito sana kiasi kwamba uliokoka miaka kumi iliyopita, kumbe ni muda mchache sana, muda si mrefu na umetoka kwenye mapito ya hatari. Kila unayemwona mkuu leo katika roho, kuna mambo magumu sana ameyapitia. Mm. Unaweza ukamuuliza hata mchungaji wetu, utakuta kuna mambo mengi sana ameyapitia hata akawa mchungaji. Ila kwa kuwa mapito yangu mi yalikuwa ni ya wazi na watu walikuwa wanayaona, ndio maana mm, inaonekana ni vitu vya ajabu. Ila kama mungu angekuwa anatumia ukamilifu wa miaka yetu ya nyuma leo Yamkini asingekwepo ya mtumishi hata mmoja mm. Kweli kabisa nimeamini, wewe ni mtumishi kabisa, kwani nikikaa na wewe najikuta naongezeka zaidi kiimani kuliko unavyofikiria. Amen, namshukuru Mungu sana, na naichuchumilia kuifikia mede kuu zaidi ya kumtumikia Bwana, kwani wokovu ni vita kubwa sana, ndio maana tunaitwa washindi mm. Sandra, sana, sasa ndio nini? Maki naona kula huli. Yaani ndio tunaweza kula. Hali. Mbona uko down sana? Una shida gani? Simaje mambo ya ndoa? Yana vioja vipi kila siku? Sasa ngoja ngwambie shoga yako. Hapo ndo maisha yanavyojua kubalance. Yaani sasa kwenye maisha unahitaji marafiki kama sisi hapa. Siku umeamka vibaya kwenye ndoa ndugu yangu, mashoga zako wanakuamsha vizuri. Life goes on. <coughs> <coughs> <coughs> Yaani hapo sasa ndo tunakuonekana. <coughs>

Hivi unajua po timu inakuwa imeshatimia ya ndugu yangu, mm -hmm. mpiga picha, mm -hmm. Sasha piga picha, mm -hmm. Sandra na baba mchungaji kakaya pale, mm -hmm. eh? Mm -hmm. alafu Sasha yuko na hensam wake pembeni, mm -hmm. dada alafu kuna Salome hapa mimi hapo -hmm. kiti cha baby kipo pembeni hapo ah, <laughs> timu hiyo <ziyo. laughs> hapo inakuwa inaitwa Six pack, Ayo. au six people. Hivi <laughs> nyinyi mnajua yule ni mchungaji? Kwa hiyo, mwacheni afanye mambo yake ili mm -hmm. sisi tuwe huru, maana vile navyomjua yule atatuwekea kiwingi na kuna sehemu nyingine hatutaweza kwenda ha? afu eh, bwana wewe, hili subiri kwanza <laughs> mbona kazi ndogo sana yeah. tukiona mazingua alindani na sisi unambadilisha ratiba tu yeah, inaitwa kuchange motion. Unashinda kumpangia ratiba mm -hmm. subiri kwa sababu tena hiyo kazi mwache Salome. Salome akitokea pembeni ni mzuri vibaya mno. i mwenyewe tena shogangu mm. Au mambo madogo, kula bibi, maisha mafupi enjoy. Na amani, kula. na mm-hmm. amani tamka. Tamka. Haya. Hivi nyinyi mnajua yule ni mchungaji. Kwa hiyo Mwacheni afanye mambo yake ili mm -hmm sisi tuwe huru maana vile navyomjua yule atatuwekea kiwingu, <laughs> na kuna sehemu nyingine hatutaweza kwenda. Bwana wee, ili subiri kwanza. Wewe sasa hilo ndilo la kufia mbona? Kazi ndogo sana, tukiona mazingua ali ndani na sisi, unabadilisha ratiba tu, inaitwa kuchange motion. Eti. Huyu anataka kuja kwenye kundi letu kufanya nini? Anataka kunajisiwa huyu, ashindwe hata kukemea mapepo yake huko kanisani. Ila kwa kuwa ameng'ang'ania, na marafiki zangu wamemkubali, shauri zake mtoto akililia wembe mpe. Jara, ukisikia Mungu anajibu kwa moto, basi kanijibu mimi. Yule mtu niliyekwambia ananipenda na anataka kunioa, unajua anasumbua kila wakati, ni anapiga simu asubuhi, mchana, jioni ni anaongea maneno mazuri, najiona kama malaika. Huyo ndio Mungu. Vipi, amekutumia hata picha? Aitume wapi? Na mimi sina simu kubwa hapa. Ninamzungusha tu, sitaki ajue sina simu kubwa. Ninaumiza kichwa, nipate wapi hela ninunue nguo nzuri na wigi zuri ili nionane naye kila siku. Akisema tuonane leo, namwambia kesho, ninamzungusha tu. Hapa ni mwendo wa kalenda. Mimi natamani hata hiyo kesho nimwone shemeji yangu. Unamjua kwani? Nimjue wapi? hapa nilipofika, sitaki kuchunguza chunguza, najua ameletwa na Mungu. Hayo mambo mengine baadaye, hey. <laughs> Ni vyema ukamjua hata kwa mbali, asijekawa sio binadamu. Utajuaje sasa? Nitamwambia aje, ila tuonane kwa mbali, utanisindikiza. Nitamwambia niko na ndugu yangu, sitaki ajue, ila tuonane mbali kwa mbali. Limeisha hilo, utakusindikiza. Haya baba, nina furaha sana. Akumbe hakika, nimejua furaha yatoka kwa Bwana. Nilikuja hapa nikiwa na hofu kubwa sana ya kuugua kwangu HIV, ila kwa kweli nimekuwa mtu mwingine kabisa baada ya kukaa na kusikiliza mafundisho yako, lakini pia nimesaidiwa sana sana na Jala uh, katika kuikuza imani yangu, akiwa kama rafiki yangu wa karibu katika Kristo kwa hiyo namshukuru Mungu sana sana kwa ajili ya hilo na hatimaye ina ujasiri mkubwa sana ndani yangu. Okay, ninafurahi kusikia hivyo, na ipo nguvu ya kuambatana na watu sahihi katika kukua kiroho, na ndio maana hata ukisikia na ukakaza kusikia sana, endapo kama unaenda kuambatana na watu wasio sahihi, ni kazi bure, ni sawa na kuijenga nyumba nakuibomoa siku hii. Kweli kabisa, mchungaji. Toka nimekutana na Jara, yani maisha yangu ya kiroho yani yamekuwa sana, nimekuwa sana kiroho yani, kwa sababu eh, muda wote ni maombi, muda wote ni neno la Mungu, muda wote ni neno la Mungu. Na hata sasa amefunga na mimi siku arobaini ili kuikuza imani yangu, jambo ambalo nimefanikiwa sana, na sasa naona nuru naona ujasiri naona uponyaji ndani yako. Hicho unachokiona ndani ndicho kitu muhimu sana ambacho hata Mungu anakiangalia, na ndicho uponyaji wako. Na ndio maana Yesu alipokuwa akiongea na wale wote waliokuwa wakihitaji uponyaji alikuwa akiwauliza swali hili, nataka nini? Uponyaji lazima uanze kuonekana ndani yako, na alipokuwa akiwauliza, alipokuwa anasema tunataka kupona ndipo aliporuhusu uponyaji uingie. Kwa sababu gani? Alikuwa anataka kujua kilichopo ndani yao. Kwa hiyo uh, ushauri wangu ni kwamba katika kipindi hiki cha mfungo mlionao, ukipata tu ujasiri, nenda kapili, kwa sababu kipindi hicho ule ujasiri wako ndio utakaobeba muujiza wako lakini pia hata kama mfungo hujaisha ukapata ujasiri leo, leo leo naenda kapime, kwa sababu Biblia inaeleza kwa habari ya kumpinga shetani naye akae mbali. Ukimpinga shetani akikaa mbali, hapo hapo atakapokuwa mbali ndio uende ukapinda, kwa sababu hofu haitakuwa na wewe, kwa sababu Biblia inasema kipingamizi cha imani ni hofu. Kwa hiyo utakapomweka shetani mbali hofu na yenyewe itakaa mbali. Utakapoenda kupima utapona. <tik> <tik> <tik> <tik> Nimekamilisha kabisa na kunionyesha sababu ya mimi kuishi. Sikujua kama nitakupenda hivi, kwani nimekuwa na kuchukulia kawaida sana kipindi kile nilipokutana naye. Nashukuru sana na mimi pia nakupenda sana, na kila siku ninavyozidi kuwasiliana na wewe nazidi kukupenda sana, kwani wewe ni mwanaume unayejali sana. Na naisubiri sana hiyo siku tukiwa pamoja, ndipo utakapojua Awiti. Rozi, unaitwa malaika. <laughs> na mimi naisubiria hiyo siku kwa hamu. Kwa nini isiwe kesho? Kila siku unanikatalia, kuna shida gani Lozi? Najua umesema una majukumu mengi sana kihuduma, basi nipe ratiba zako nikuone hata siku moja kwa mbali. Kesho nitakuwa na ndugu yangu ambaye sipendi ajue hayo mambo, kwani ni mapema sana Ila nitakushtua uje sehemu na tutapungiana kwa mbali. Hiyo tu ni mwanzo mwema sana. Utaniambia kutania wapi? Niko tayari. Sawa, nitakuambia. Bwana Yesu asifiwe wapendwa. Amen, Bwana Yesu asifiwe sana amen. Amen. Ni neema ya Mungu mpaka sasa hatuangamii, kwa kuwa rehema zake ni mpya kila siku asubuhi Namshukuru Mungu sana kwa kuwa tumepata muda mzuri wa kutafakari neno lake na nina imani nyote mmelipokea ipasavyo. Amen. Sisi ni vijana na shetani anatutumia kwa kiasi kikubwa sana kuuchezea ujana wetu, hivyo kama vijana tunapaswa kusimama imara, tusimame kisawasawa ili kumpinga shetani na nguvu zake na kazi zake zote. Mwalimu, hebu tusaidie kutusomea Timotheo Wakwanza, wa kwanza mlango wa nne mstari wa kumi na mbili inasemaje? Maandiko katika kitabu cha Timotheo Wakwanza, wa kwanza mlango wa nne na mstari wa kumi na mbili maandiko anasema hivi: mtu awaye yote asiudharau vijana wako, bali uwe kielelezo kwa waaminio katika usemi na mwenendo, na katika upendo na imani na usafi. Amen. Unaona hata Bibilia yenyewe imetusisitiza vijana, mtu yoyote asiuruhusu kuudharau ujana wetu, bali tusimame imara. Tunasomaje imara? Katika kulisoma neno, kulitafakari na hata katika kuomba. Najua vijana tumepitia mambo mengi sana, ila kwa kuwa tuko ndani ya Kristo tuhakikishe hatubabaishwi katika mienendo yetu na katika upendo na imani na usafi. Luma, namshukuru Mungu sana kwa ajili yako, kwa vile ulivyokuwa ukinitia moyo kila siku na kuwa rafiki mzuri, na hakika sasa niko vizuri kabisa, nimemsahau kabisa Jei na nimeanza maisha mapya ya kiroho. ila tuna kundi letu la vijana huwa tunakutana sehemu Ni matumaini yangu ya kwamba umefurahia na umebarikiwa na tamthilia hii na episodi hii uliyoiangalia. Uh, endapo ungetamani kusapoti huduma hii ili iendelee kufanya kazi nzuri na kuendelea kufanya filamu nzuri, unaweza ukasapoti huduma hii ikawa ni sadaka yako, utaiachilia hiyo sadaka kwenye hiyo akaunti namba yetu ya Holy Movies. Nasi tutaipokea kwa moyo wa shukrani na tutamtukuza Mungu kwa ajili yako. Amen. Naitwa Pastor Myamba.